E bwana, baada ya maneno mengi sana kusambaa huko mtandaoni kuhusiana na ukaribu wa Diamond Platnumz na Juma Jux maneno yamekuwa ni mengi walakini eh, na watu wameanza kuingiza kupenyeza maneno ya hapa na pale, wakiwa wanatoa dosari ukaribu wao. Nadhani hicho ni kitu ambacho watu wengi sana watakuwa wanakifahamu kwamba tokea Diamond aanze kuwa karibu na Juksi, mambo yamekuwa, maneno yamekuwa ni mengi kutokana na kwamba walianza kufanya kolabo, tukaona kolabo zikaja, kolabo kolabo juu ya kolabo, then eh, kolabo ya da, za Diamond na Juksi zikaanza kugain momentum, kazi zao zikazidi kwenda eh, bwana, wakawa wanaanza kuperform pamoja kama unakumbuka vizuri, Trace Music awards ambayo ilifanyika Rwanda, Diamond aliondoka na Jux kwenda kuperform naye nyimbo yao ya bola ni, tu, bola ni enjoy. Umeona bwana, moja kati ya track ambazo zilipokelewa vizuri sana na watu mbalimbali ambao ni wadau wa mziki huu wa bongo flavor. Baada ya mafanikio ya ngoma hiyo ya enjoy, tukaona urafiki wao ukawa umeimarika zaidi, wakawa wanapanda majukwaa pamoja, shughuli mambo ya birthday party za hapa na pale, tunaona wakiwa wako pamoja. Kwa hiyo urafiki wao uliimarika kimisingi hiyo, then baada ya hapo ni kwamba tukaona kolabo nyingine zikaanza kuja kati yao, lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Juksi alipopata mwanadada kutoka Nigeria na akaamua kumuoa, ni kwamba Diamond aliplay party kubwa sana katika ndoa ya Juksi, which imepelekea na ikazidi kuchochea Urafiki wao kuzidi kuimarika. Tumeona Diamond amejitoa, Diamond amefanya vitu vingi sana katika party, katika harusi za Juma Juksi. Lakini pia vilevile vile, ni kwamba tumeona hata Diamond pia alivomaliza harusi ya Juksi, alivorudi Tanzania, tukaona Diamond alipopata show kwenda London akaenda na Juksi. So, urafiki ulizidi kuongezeka. Sasa maneno ambayo amekuja kuibuka ni kwamba baada ya Juksi kufanya vizuri baada ya kumuoa mwanadada Priscilla kutoka Nigeria, Juksi kuteka chati za huko Nigeria kushika namba moja katika iTunes ni huko Nigeria, ni jambo ambalo limemfanya Jux awe ni moja kati ya wasanii ambao wanaofuatiliwa zaidi nchini huko Nigeria. Kutokana na ukubwa wa Jux nchini Nigeria, show za Diamond kwenda London kumbeba Jux, watu wakaona kama vile Diamond anataka kutereza na upepo wa Jux kupata wa Nigeria wengi huko London kwenye performance ambazo anaenda kuzifanya. Maona so, hapo ndipo maneno alipokuja kushamili na kupamba moto. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli, lakini Juma Lokole akiwa kama moja kati ya wadau ambao ni maspota wakubwa sana wa Diamond Platnumz, na kwamba ameandika pale best friend of the year 2025, yani hawa ni marafiki bora kabisa wa mwaka huu 2025. Wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao, nataka hapa nikusomee baadhi ya maoni ambayo yamejitokeza kuhusiana na posti ya Juma Lokole akiwa anadai kwamba Jux na Diamond ni marafiki bora zaidi kwa mwaka huu 2025, alafu pia nitakutolea maoni ya meneja wa Jux anazungumza nini kuhusiana na urafiki wa Diamond na msanii wake Jux. So hapa watu wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu anasema, bwana Jux anafanya vizuri sana kwa sasa hivi kwenye soko la Nigeria kuliko msanii mwingine yoyote bongo. Mondi ni msanii mkubwa, ila Jux yupo kwenye prime yake sasa hivi, ila hawezi kujitegemea eh. Mwitikio wa show ni mkubwa sana, kwa asilimia sitini Jux amechangia. Mondi ni mfanyabiashara mzuri, amelijua hilo na ndio maana ameamua kuwa karibu na Jux zaidi. Umeona, eh? So kuna mtu, bwana, kuna mtu anatumika tena anatumika vizuri sana. God protect their friendship. Yani, Mungu alinde wa urafiki wao. Hapa kwa mtu hapa amekuja amecomment, ameandika kuna mtu hapo anatumiwa since when? Uh, wamekuwa ma best friend kwa mtu usikwambi, bwana. Yeah, those two are very good friends, so hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo Jux amekuwa solidified au uh, certified kama best friend wa Diamond Platnumz in, in every shape and form, yani kwamba Jux bwana, ni rafiki wa Diamond kindaki ndaki swaiba. Lakini ukachana hilo sasa, huyu hapa bwana ni Ray, anafahamika kwa jina la Swag Daddy Ray. Huyu bwana ni manager wa Jux, yeye pia amekuja kutia neno kuhusiana na urafiki wa Jux na Diamond. Ray ameandika kwamba bwana huyu ni meneja. Kwa hiyo hapa kuna page wamekuja kuposti na kuzungumzia e, maoni yake kuhusiana na urafiki wa hawa vijana wawili. Meneja wa msanii Juma Jux anayefahamika kwa jina la Swag Daddy, Ray amefunguka kuwa kuna baadhi ya watu wanajaribu kuwatenganisha Diamond Platinumz na Juma Jux wakiofia kwamba wakiwa pamoja watakuwa hatari sana. Ameandika hivi: Meneja wa Jux ameandika kwamba first of all naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu for blessing these brothers with the unique space and purpose in our industry. Akiwa na maanisha kwamba kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa kusudi lake kwa hawa jamaa wawili waliokuwa na sababu za kipekee katika tasnia hii ya mziki wa hapa Tanzania. Big shout out to brother Diamond Platnumz and Juma Jux for the consistency, wisdom and, and mutual respect wameonyeshana kwa, kwa each other, akiwa anamaanisha kwamba anawapa sarau, anawapa shout out, eh, Diamond pamoja na Jux kwa, kwa uimara na pia vile vile kwa, kwa busara walizonazo pamoja na heshima. Yani kila mtu anamheshimu mwenzie. Ukweli ni kwamba bila juhudi, heshima na, na kila mmoja wao kutambua nafasi yake huu mshikamano usingefika hapa. Their unity is true example in in the music game especially there, especially here in east Africa, akiwa namaanisha kwamba umoja wao kiukweli ni mfano wa kuigwa katika game ya mziki huu hapa wa Afrika Mashariki. Hakuna wivu, hakuna competition ya kijinga, just love, respect and realness. Yani kwamba hawa wajamaa urafiki wao umedumu kwa sababu hawaoneani wivu hakuna tamaa, hakuna jilas zile za kijinga jinga, ni kwamba tu wanapendana, wanaheshimiana na wako wawazi. Umeona bwana, hicho ndicho alichoandika meneja wa Jux. Akuishia hapo, akaendelea kusema kwamba what most people don't know ni kwamba huu mshikamano ni wa kudra za Mwenyezi Mungu na sio showbiz tu. Kuna watu baadhi wamekuwa wakijaribu kuwatenganisha, wakidhani kwamba wanapokuwa pamoja wanakuwa too powerful. Well, acha ni wajuze tu kwamba hawa watu bwana wako more nature, wako more mature than you think. Yani hawa watu wamekomaa akili kuliko nyinyi mnavyodhani, wanajua nafasi zao na wanaheshimiana sana. Then, Ray, Congrats on your tour. Yaani hongera sana kwa katika tour yako, lakini pia akaendelea hapa eh, akaendelea hapa kusema kwamba this is big, yaani hii ni kubwa. Umetangulia na kufungua milango mikubwa. You are reminded us that vitu vinawezekana, n yaani umetukumbusha kwamba vitu vinawezekana. And tonight show eh, let's, let's get them my G Juma Jux, tuamalize kwa nguvu zote. All the best may Allah continue open even bigger doors for both of you. Yani, Mungu aendelee kuwafungulia milango mingine mikubwa zaidi kwa ajili yenu. Mshikamano wenu ni for the culture and powerful reminder that unity is strength. Yani, mshikamano wenu ni kwa ajili ya tamaduni na pia vile vile ni kumbukumbu ambayo inawakumbusha watu kuhusiana na nguvu ya umoja.